Makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema John Heche hii leo alifika katika gereza la Ukonga kwa ajili ya kumtembelea na kumjulia hali kiongozi mkuu wa Chadema taifa Ndugu Tundu Antipas Lissu ambaye anaendelea kusalia gerezani kufuatia kesi yake ya uhaini inayomkabili. Hata hivyo, kwa mjibu wa taarifa aliyotoa John Heche, ametujuza kile ambacho amezungumza Tundu Lissu akiwa gerezani juu ya kile ambacho kilitokea siku ya Oktoba 29 mwaka elfu mbili na ishirini na tano katika siku ya uchaguzi, juu ya vifo pamoja na matukio mbalimbali. Kwa mjibu wa John H alichokiandika kupitia katika ukurasa wake wa X, amesema kwamba nimetoka Ukonga kumwona mwenyekiti. Yuko imara na anawasalimia wote. Anatoa pole kwa watanzania wote waliopoteza maisha, familia, ndugu na marafiki. Anatambua watu waliopoteza viungo na kubaki na ulemavu. Ametoa pole kwa wote waliopoteza mali pia. Damu ya wenzetu haijamwagika bure na hakuna atakayefunika jambo hili bila uwajibikaji. Msimamo wa mwenyekiti uko thabiti, yuko imara na mwenye afya njema, amezungumza hivyo John H kuhusiana na kile ambacho amezungumza na Tundu Lissu ambaye ni kiongozi mkuu wa chama hicho akiwa gerezani huko Ukonga. Anayefahamikia kwamba bado Tundu Lissu anaendelea kusalia na kesi yake ya uhaini pamoja na kesi zake nyingine zinazomkabili ikiwemo kuchapisha taarifa za uongo.